Tumekuwa na uzoefu wa miaka mingi huko nyuma, wale ambao tuna miaka kumi, ishirini, thelathini, arobaini, hamsini, tumekuwa na miaka mingi, lakini huu mwaka huu nao elfu mbili na ishirini na sita, tumepewa nafasi nyingine. Nafasi ya namna gani nyingine? Nyingine, mwaka huu nao Bwana ana jambo na sisi, haleluya! Kwa hiyo iko miaka mingi ambayo imepita, kila mmoja katika maisha yake ana uzoefu wake kwa miaka ambayo imepita. Lakini Bwana anasema mwaka huu namna gani nao? Tuombe. Baba, umefika ule wakati wa kunywa na kula mezani pako. Watoto wako tumejiuzulisha kwa ajili ya kusikiliza sauti yako. Roho wako Mtakatifu anene na kila mmoja mmoja wetu kama ambavyo wewe ulikuwa unanena na makutano, unene pamoja nasi mchana leo. Na ikiwa yuko mtu ambaye moyo wake utaguswa akutamani kusogezwa karibu na msalaba wako, wewe uinuliwe juu na yeye akufuate. Asante kwa maana fadhili zako ni za milele, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kitabu cha Luka sura ya kumi na tatu. Kitabu ni Luka sura ya kumi na tatu. Mpate mtu mmoja ambaye anaweza akawa ananisomea Luka sura ya kumi na tatu na ule mstari wa sita na wa saba. Soma, ndiyo. Akasema mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini, mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mzabibu. Mtu mmoja alikuwa na mtini ambao umepandwa kwenye shamba la nini la mzabibu, ndiyo. Akaenda akatafuta matunda juu yake, akaenda akatafuta matunda juu yake, asipate Mstari wa saba. Sasa akamwambia mtunzaji wa shamba la mzabibu. Sasa anapoona kwamba anamtini ameuhudumia kwa miaka, na amefika wakati sasa anahitaji kula matunda yake, anapoenda kutafuta haoni, hapati, anakuta ni ule tu mti umestawi, lakini hakuna tunda hata moja. sasa anamwambia mfanya kazi wake ambaye analihudumia shamba anamwambiaje? tazama tazama, miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda, miaka yote mitatu, wa kwanza, wa pili, wa tatu, nimekuja nikitafuta matunda katika mti huu na nisipate, ndio nisipate kitu, nisipate kitu, ukate, ukate. Mbona hata nchi unaiharibu? Mbona hata nchi Bwana Yesu asifiwe, amen. Huu ni mfano ambao ulitolewa ya kwamba mkulima alikuwa na mtini. Mwaka wa kwanza anaenda kutafuta matunda ndani yake asipate, mwaka wa pili kadhalika, mwaka wa tatu. Sasa akasema kwa nini sasa, kama nimepanda, nimechukua sehemu yangu ya shamba, nimeweka yamkini mbolea, nimeweka na mtu wa kuutunza, nimemwagilia na maji, nimetilia mbolea, lakini ninatamani nipate matunda katika mti huu, na leo ni mwaka wa tatu, hamna ambacho nimekipata. Ndipo akamwambia mtenda kazi wake ya kwamba tuukate tu, sasa hauna maana, tuukate Mathayo sura ya ishirini na moja Yesu, kuna kitu alikifanya pia. Sula ya ishirini na moja, Mathayo, na sura ya ishirini na moja Mathayo msala wa kumi na nane na kumi na tisa Mathayo, sura ya ishirini na moja msala wa kumi na nane na kumi na tisa Msomaji, naweza ukatusomea mahali hapo, Mathayo sura ya ishirini na moja msala wa kumi na nane na kumi na tisa hata asubuhi alipokuwa akienda mjini. Yesu Kristo, hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Aliona njaa, akaona mtini mmoja kando ya njia. Akaona mtini mmoja kando ya nini ya njia, kando ya njia, akauendea. Akauendea asione kitu juu yake ila majani tu, asione kitu juu yake. Yesu akiwa na njaa akatamani kujipatia chakula katika mtini ule, lakini mm, cha kushangaza akaona majani namna gani? Akaona tu majani, ndiyo, akauambia akamwambia ule mti, yasipatikane kwa matunda kwako tangu leo hata milele. Yesu akaulani ule mti kwamba sasa matunda yasionekane katika mti ule namna gani, milele mti ukafanyeje? Mti ukanyauka mara, mti ukawa umenyauka mara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi na wewe uali tumekuwa yamkini katika familia ambazo sio za imani hii. Lakini Bwana. Yamkini tumezaliwa katika familia za Adventista <tutu> Lakini Bwana na sisi akatuita kuwa wa Adventista. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Toka tumeamini mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, bwana amekuwa akituhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amekuwa akituhudumia huenda kwa kutuma watumishi wake, yamkini kwa kutuongoza katika kujifunza maandiko matakatifu. Wakati mwingine amekuwa akituletea majuma wale wa nyuma kama mnanisikia, tupungiane mikono. Wangapi wanaonipata? Bwana awabariki sana. Sasa amekuwa akitutunza, amekuwa akitufanikisha katika kila jambo, amekuwa akihudumia, lakini kila mwaka anapokuja kuangalia matunda kwetu hapati halo halo anapokuja, kwamba nikamwangalie mwanangu, yamkini iko roho ambayo ameirejesha kanisani, anakuta sifuri. Anakuja mwaka mwingine ya kwamba kwa kuwa mwaka huu nimempelekea masomo, nimemmwagilia, nimemtilia mbolea, amejifunza neno la Mungu, basi yamkini katika hili swala la utoaji, huenda yamkini amezaa matunda, anakuta hamna. Na mwaka mwingine anakuja kwamba mtoto wangu, basi kuwahi ibada kwake ilikuwa ni changamoto, nimejaribu kumhudumia, yamkini mwaka huo atabadilika. Lakini akija ananikuta ni yule yule, ambaye sijabadilika anasema ikiwa ni hivyo, huyu mtoto wangu ambaye katika habari huenda ya uongo ya usengenyaji, nimeenda kwake mara kwa kumtumia watumishi wangu, yamkini nimempelekea masomo, yamkini roho wa Mungu amemuongoza katika Biblia kusoma juu ya swala hili ili abadilike, lakini hata sasa bado hajabadilika anasema ikiwa ni hivyo basi ataharibu hata wengine basi, umkate. Bwana Yesu asifiwe. Umfanyeje? Umkate kwa sababu, kama ilivyokuwa kwa mtini, haiishii tu kutokuwa na matunda ya mtini, hata ile hali tutaweza kuiharibu. Mstari wa kumi na tatu sura ya kumi na tatu Luka, mstari wa nane. Yule mtenda kazi ambaye aliagizwa kuukata mti huu anasema jambo kwa bwana wake. Somaji Luka sura ya kumi na tatu ndiyo mstari wa nane na mstari ule wa nane ndiyo imeandikwa, akajibu akamwambia, akajibu akamwambia, bwana, bwana, uwache mwaka huu nao uache mwaka huu namna gani? Nao uache mwaka huu nao. Hata huyu mmiliki wa shamba anapokuja mwaka wa kwanza haoni, mwaka wa pili haoni matunda nao, mwaka wa tatu anasema uukate, lakini mtunzaji anasema bwana, mwaka huu nao uache afanyete niupalilie, niupalilie, niutilie ni samadi, niutilie na samadi, nao ukizaa matunda, nao ukizaa matunda baadaye, nao ukizaa matunda baadaye, vema, vema. La, la, usipozaa ndio uukate, usipozaa ndipo uukate. Wanaweza sikie, nina uzoefu wa kulima pia, mnaweza mkawa wazoefu na swala hili. Unapokuwa unahudumia shamba au wanyama, unapokuwa una, una, wewe ndio mchungaji wake, unakuwa na huruma na wale wachungaji au mmea, yaani unakuwa kama umeunganishwa nao, kiasi kwamba ukikuta mahindi yamepata changamoto, unaumia ndani ya moyo wako, nikana kwamba ni kana kwamba ni ndugu yako wa karibu ameharibikiwa, na hivyo ule uchungu unaingia kwa wale wafugaji kwa kule kwetu, mara nyingi, wale wazee, yaani ng'ombe mpaka achinjwe, yani hakuna yani, matumaini kabisa hapo. Atafanya kila namna, kana kwamba anatibu mwanadamu. Na hivyo anasema, Bwana, ni kweli ni mwaka wa tatu haujazaa matunda, ni kweli ni mwaka wa tatu, lakini uache basi, mwaka huu nao nijaribu kuupalilia niutilie na samadi basi na mniunyweshe na maji ya ukini, mwaka ujao nao ukapata matunda, upate kujiburudisha kwa Bwana. Yesu asifiwe. Amen. Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya dhambi zangu, kwa ajili ya dhambi zanu, alikaa mahali hapa kutufundisha kwa ajili ya wokovu, aliteswa, alikejeliwa alipata adhabu kama ambavyo mhudumu wa shamba anapata adha. Wakati mwingine ananyeshewa mvua, wakati mwingine wadudu, wakati mwingine anapata changamoto ya kuchomwa na biba na kadhalika. Wakati mwingine maji yanakuwa hayatoshi, mvua hainyeshi, inabidi hayapate mbali kwa ajili ya kuunywesha mti huu. Ndivyo Kristo anavyotuhudumia kila itapo leo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu, kwa ajili ya dhambi zako, na leo yuko mbinguni patakatifu patakatifu, akiomba kwa ajili yangu. Mungu anapoona maovu yangu yamezidi, anatamani kunikomesha, nitoweke katika kanisa hili, katika ulimwengu huu, na kwa sababu ya mkini, hata ninaweza nikawaambukiza wengine uovu wangu, Yesu anasema nilikufa kwa ajili ya huyu, niliteswa kwa ajili ya huyu, nilitukana kwa ajili ya huyu. Muache basi. Mwaka huu nao, mwaka huu nao nimtumie kesha la asubuhi, kwenda kupitia hilo, tabia yake itaguswa na atabadilika. Mwaka huu nao nimpelekele soni hii, yamkini akajifunza akabadilishwa kwayo kama haitoshi basi, nimpelekee juma hili la maombi, yamkini kupitia hilo basi moyo wake utainuliwa na kuacha. Mwaka huu nao, yamkini mtumie roho wangu amfundishe wa neno la Mungu, kila aishikapo Biblia aweze kubadilika. Anatuombea Yesu Kristo, hata leo anadumu kutuombea. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe jamani! Mm-hmm. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi, ni mara ngapi ambapo <laughs> mara ngapi ambapo Mungu anajifunua katika maisha yetu, katika maisha yangu mimi na wewe, juu ya jambo fulani ninapokuja ibadani, ananena na mimi juu ya jambo hilo, yamkini ninapokuwa nikifungua Biblia kila itwapo leo, lakini si juu ya swala fulani ambalo ni changamoto kwangu, huenda ni dhambi imenishinda lakini bado sinakuwa, sibadiliki. Mwaka wa kwanza ananiambia juu ya swala hilo, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, anatumia kila mbinu, kila aina. Ninahudhuria majuma na majuma, ninahudhuria sabato hadi sabato, lakini bado akija kuangalia, kumi tu. Na hata na namna gani? Hata moja, hata moja Yamkini bahati mbaya ni hii, anasema mwaka huu anasema uukate, ufanyeje? Uukate, ukatwa. Kubwa kwa aina nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kubwa kwa namna gani? Kwa, kwa aina nyingi. Unaweza usife, unaweza usifanyeje? Usife, unaweza, unaweza ukaendelea kuwa hai. Na, unaweza usirudi nyuma ukaendelea kuwa mwadventista msabato. Kama haitoshi, unaweza ukaendelea kudumu kanisani na ukawa kiongozi wa kanisa. Lakini ukawa umekatwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukawa umefanyaje? Ukawa umekatwa. Ukawa umekatwa yamkini ukakatwa kwa kulala mauti. Yamkini kwa sababu hicho ambacho bado umedumu nacho, na maonyo yamekuja yakilenga kwacho kwa muda mrefu, na sitaki kubadilika, hautaki kubadilika. Yamkini ukaangamiza na wengine wako. Watu ambao watu wa Mungu wanatoa fedha zao, wanatoa muda wao, wanatoa wanatoa wa, Mungu anawajalia wantea watu, watendakazi wake wanaenda kuongoa roho wao, ni nyundo wamesimama mlangoni pale, kazi yao ni kugonga, hawa watu wakitokeza vichwa wanawagonga nyundo ya kichwa, wanarudi nje ya mkini. Mungu akaona ya kwamba huenda hata wengine akawaharibu na akakukata. Kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa ishirini. Waamuzi sura ya 16 mstari wa 20, tuone mtu mmoja ambaye katika Biblia alikatwa. Waamuzi sura ya kumi na sita mstari wa ishirini, imeandikwa. Kisha akasema, kisha akasema. Samsoni. Samsoni. Wafilisti wanakujia. Delila anamwambia Samsoni ya kwamba Wafilisti wanakujia wakati huu amekwisha kumnyoa nywele zake, ndio akaamka katika usingizi wake. Samsoni anaamka katika usingizi wake, akasema nitakwenda nje kama siku nyingine, nayo ninayo kunyosha. Rudi hapo, anasema akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kunyosha, nitaenda nje kama siku zingine na kufanya namna gani, na kujinyosha, ndio na, lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Hakujua kwamba Bwana amemwacha. Bwana Yesu asifiwe, amen. Ninaweza nikadumu kuhuzunia katika ibada za Mungu, ninaendelea kuendelea kuwa ni mhudumu wa jambo fulani kanisani, na ninaweza nikaendelea kushiriki kwa, kwa, kwa kila jambo kwa kutoa zaka na sadaka na na ninakuja kwa jina la kumwabudu Mungu, lakini kumbe Mungu amekwisha kuniacha Bwana Yesu yeah, asifiwe. Mungu wetu ni mwenye upendo, Yesu Kristo anaendelea kutuombea hata leo, ya kwamba mwaka huu nao huenda akabadilika, na hivyo amedumu kutu ambia kwa sauti ya upole kwa namna tofauti tofauti kwa namna tofauti tofauti, lakini iko siku Roho wa Mungu atakoma kunena ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo kwa hayo ambayo tumezoea kwayo, tukaona ni jambo la kawaida, kwa sababu Roho wa Mungu ametoka ndani yetu. Mungu ametuacha, tunakuwa tumebaki makapi Samueli wa kwanza Sura ya 15, mstari wa 11 na ule wa 23. Samweli wa kwanza. Sura ya 15 wa 11 na ule mstari wa 11 imeandikwa. Imeandikwa. Najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme. Anasema Mungu anajuta kwa sababu amemtawaza Sauli kuwa mtu gani? ndio Falme. Falme. maana amerudi nyuma, maana amerudi nyuma, asinifuate, asinifuate, wala hakufanya niliyo mwamuru, wala hakufanya niliyo mwamuru. ishirini na tatu, mstari wa ishirini na tatu imeandikwa, ndio, kwa kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago, na ni ukaidi, ukaidi ni ukaidi ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kama vinyago. Ndio, kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, kwa kuwa umelikataa neno la Bwana. Sauli anaambiwa, yeye naye amekukataa wewe, usio mfalme, wewe nawe amekukataa usio mfalme. Bwana Yesu asifiwe, amen. Mara ngapi tumemkataa Bwana ametuita katika nyumba yake kama ambavyo alimuita Sauli kuwa mfalme. Anafika wakati ya analia, anasema Bwana, ni kweli nimekukosea, lakini hakugeuka. Nasema kwa sababu umenikataa, na mimi nimefanyaje? Na mimi nimefanyaje? Kabisa nimekukataa Kanisa, na mimi nimefanyaje? Nimekukataa, nimekukataa Mungu wetu anatamani matarajio katika maisha yetu. Ni kweli kama mtini haupandwi tu na kuzaa matunda bali unapita hatua kwa hatua ukikua, hatua kwa hatua ukikua, hatua kwa hatua ukikua, hata uzae matunda. Kwa hiyo Kristo, ninatarajiwa kwa kila jambo ambalo Mungu anatamani kunirekebisha, ninakuwa ninarekebisha hili Sio kwamba madhaifu yote inakuwa nimeyamaliza, nina kesho, ninapiga hatua, ninajifunza kwa hili, ninasogea, ninabadilika, kesho ninasogea kwa hili. Bwana anapokuja kwangu, anakuta matunda yanaonekana. Haleluya, haleluya kanisa, lakini tumaini bado liko. Bwana Yesu asifiwe, tumaini lingalipo. Petro wa Pili, fungu letu la mwisho. Petro wa Pili, fungu lile la tatu. uh, Petro wa pili uh, sura ya tatu. Naweza kusoma hapo msomaji, Petro wa Pili, sura ile ya tatu na mstari wa tisa. Petro wa Pili, Petro wa Pili, sura ya tatu na ule mstari wa tisa, ndio imeandikwa. Imeandikwaje? Bwana hakawii kutimiza ahadi yake Bwana hakawii kutimiza ahadi yake, kama wengine wanavyokudhani kukawia, kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwenu, huvumilia kwetu, maana hapendi mtu yoyote apotee, maana hapendi mtu hata mmoja afanyei apotee apotee, ndiyo, bali wote wafikilie toba, bali wote Bwana Yesu asifiwe jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hata leo tuna dumu kuwa hai, hata leo Roho wa Mungu anazidi kunena pamoja nasi, ndani yetu, ni kwa sababu Mungu ni mwenye upendo, ni mwenye huruma, hapendi wala hatamani hata mmoja wetu afanyeji apotee. Apote, bali afikilie toba, kama yule mhudumu wa shamba alivyokuwa akisema, Bwana usiukate mwaka huu nao uache kwamba elfu mbili na sita mwache basi, napo twende nimhudumie nimtilie bolea niutilie nim, na maji, huenda mwaka huu nao basi akabadilika kwao. Ndivyo Yesu Kristo ambavyo anazidi kutuombea haleluya, kwa sababu hapendi hata mmoja wetu afanye apotewaoteni, hatujatanga mbali na Mungu kiasi hicho yeye yeah, anatuita tufanye mabadiliko kwa kambo nao. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja wetu ndani ya moyo wake liko jambo ambalo anaona kabisa kwamba mwenye shamba akija kanichungulia atasema ukatwe maana haufai maana hata hali ndio tayari. Mstari wa 15. Petro wa 2:3 mstari wa 15. Mstari wa 15 umeandikwa. Ndio. Nanyi uhesabuni uvumilivu na si wa, wa Bwana wetu kuwa ni wokovu. Uvumilivu wa Bwana wetu tuhesabu kama namna gani? Kama ni wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Wangati tuko pamoja, wangati tuko pamoja, arudia. Petro wa pili, sura ya tatu mstari wa kumi na tano anasemaji? Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana, namna ambavyo anatuvumilia hivi tulivyo, mwaka kwa mwaka, kila mwaka. Tusione kama hii neema tukaitendea visivyo, bali tuhesabu kuvumilia kwake na sisi kuendelea kuishi ni wokovu, na sio kwamba amependezwa na yale ambayo sisi tunaenda ka mapenzi anatamani haleluya tufikirie toba, malizia kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia yes, kwa hekima aliyopewa. Basi naweza ukaishia mahali hapo, wapendwa. Yesu anakuja, alo, Yesu anakuja, Yesu anakuja. Yesu anafanyaje? Yesu anakuja. Jambo la kufurahisha ni hili: Hapendi wala hatamani mtu hata mngapi tammoja hata mmoja mte, bali anatamani kila mmoja kwa udhaifu wake afikirie toba, na yeye yuko tayari kutupokea. Hachoki kutuhudumia hachoki kutufariji, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, anapokuwa akitaka kuja kwa ajili ya kukomesha huu ulimwengu anasema hapana, kuna mtoto wangu mmoja ambaye nilimfia mwaka huu nao huenda akaokolewa. Haleluya, simama chana leo. Nitakuwa na wito mmoja Kiwa kutakuwa na mtu wa namna hiyo, basi tukiwa tunaimba wimbo huu wa namba mia moja kumi na nane yeye, yeah, atapiga hatua na Bwana. Huenda alimvumilia mwaka huu nao, afanye maamuzi hayo. Haleluya, huenda mwaka huu nao ni wanamna gani, ni wakwake kwa ajili ya kufanya maamuzi ya dhati. Mbishaji, karibu. Wimbo namba mia moja kumi na nane tuongoze. Tunapokuwa tukiimba wimbo huu